Tarehe nane mwezi wa tatu, Daktari Samia alikuja katika mkoa wetu wa Arusha. Mkoa wa Arusha tulimpokea kwa heshima kubwa. Mkoa wa Arusha tulionyesha mapenzi yetu ya dhati kwake, na kwa sababu hiyo na sababu zingine zote ambazo Arusha imeendelea kuzifanya ikiwemo pamoja na utulivu na amani tuliyo nayo, kanielekeza niandaye ifta ya mkoa na niwaalike ikiwa sehemu ya shukurani yake kwake kwenu, iwe ni iftari ya Wakristo pamoja na Waislamu. Ametusihi sana viongozi wa mkoa wa Arusha tuendelee kumtanguliza Mungu na kuwa waaminifu katika kuwatumikia wananchi wa mkoa wa Arusha, na kamalizia kwa kusema tuendelee kumwombea Daktari Samia anatamani tuendelee kuombea taifa, tuombee amani ya nchi yetu, tumsii Mungu atuepushe na magonjwa ya milipuko lakini zaidi ya yote atupe mvua zenye baraka na tuendelee kuwa moja hata baada ya uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na tano. Mmekuja si kwa sababu tuna chakula bora sana kuliko watu wengine, mmekuja si kwa sababu hamna sehemu ya kwenda bali mmekuja kwa sababu mna upendo na serikali yenu. Ni wasihi sana, mtakaporejea nyumbani, basi mrejee kwa upendo huo huo, na tutangaze upendo tulionao hata kwa familia zetu, kwa majirani zetu. Sisi wengine tumekuwa mkoa wa Arusha tangu miaka ya sitini, miaka ya sabini, miaka ya themanini mpaka sasa. Haya ni mambo ambayo hatujayaona tunachotaka kusema kama jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania, kuna jambo la Mungu linalokwenda kuzaliwa katika mkoa wa Arusha na hatimaye itapakae mikoa yote ya Tanzania na nje ya Tanzania. Tumepokea tukio hili na hafla hii kwa shukrani, tukijua kwamba hili ni timizo la Bwana wetu alivyoomba katika Yohana 17 kwamba e, Baba, wajalie wote wawe na umoja kama mimi nawe tulivyo na umoja.